Miongoni mwa ajira zinazosubiriwa kwa hamu na bashasha sana ni ajira hizi za jeshi la polisi. Kuhusu siku au muda gani watatangaza, mamlaka husika, jeshi la polisi, ndio wao wanafahamu zaidi, lakini tuwe wavumilivu na tuendelee kumwomba Mungu, lakini mimi nitaenda nikupe dondoo ambazo zinaweza kukusaidia wewe ukapata ajira katika jeshi la polisi. Dondo namba moja: hakikisha vyeti vyote vya shule uwe navyo karibu, cheti cha kuzaliwa uwe nacho karibu, lakini nida uwe nayo. Namba mbili: zingatia swala la umri. Kwa mfano, nafasi zimetangazwa usiseme uta apply mwakani. Namba tatu, zingatia swala la afya na mazoezi. Namba nne, jenga urafiki na jeshi la polisi. Polisi sio maadui zetu. Ukijenga urafiki na polisi, anaweza kukushauri, anaweza kakupa mbinu, kipi cha kufanya kinachoweza kukusaidia ukapata ajira katika jeshi la polisi. Na kikubwa zaidi, fatilia vyombo rasmi vya jeshi la polisi. Asante sana kuangalia video zangu, mimi nimemaliza. Subscribe, lakini usisahau kushare video hii.